karibu kwenye chaneli yetu ya information technology na swahili siku ya leo naenda kuelekeza ni kwa namna gani. Unaweza ukafanya reset kwenye kompyuta yako. Kabla yote hakikisha umesubscribe katika chaneli hii okay, tuanze kitu cha kwanza unachotakikana kwenda utaenda katika kompyuta yako kuna hii sehemu ya ku type unaweza ukaandika reset pc no, andika tu kifupi kama hivyo reset pc baada ya hapo utaiona kwa hapa juu kabisa hapa reset pc ukishaiona hapa juu utakachokifanya utaclick sehemu yenye imeandikwa reset pc. Baada ya hapo utaona PC yako imefunguka kama hivi okay. Baada ya hapo ikishafunguka kama hivi, hakikisha imefunguka kama hivi. Kuna hizi sehemu mbili, kuna get start alafu kuna reset, na wewe unachotakiwa kufanya utaenda sehemu imeandikwa get start, get started hapa hapa juu kabisa hapa, get started. Baada ya hapo utaclick hiyo ile, okay. eneo hilo okay kisha kliki, unasubilia ifunguke get, get start. Baada hapo ikifunguka, itakuletea kama hivi hapa. Kuna option mbili, kuna hii ya kwanza keep my file na hii kuna remove everything. Hii hapa ya, ya kwanza keep my file ina maana inafuta baadhi ya vitu kwenye kompyuta yako, lakini itaachia baadhi ya data zako zilizopo, lakini hii hapa ya, ya pili ambayo ni remove everything. Hii hapa yenyewe inafuta kila kitu kabisa kilichopo kwenye PC yako. Yaani ni kama unaanza upya kabisa. Kwa unachotakikana ukifanya wewe hapo, utaenda hii ya kwanza hapa juu keep, keep my file, ina maana itafuta baadhi ya vitu tu vilivyopo kwenye PC. Haitafuta vitu vyote. Okay? Baada hapo, kama umeunganisha kwenye internet, kama PC yako umeunganisha kwenye internet basi tumia hii cloud download, ila kama ume hii nani PC yako hujaunganisha kwenye kwenye internet basi tumia loko install. Kwa kuwa mimi PC yangu nimeunganisha kwenye internet mimi nitaenda sehemu ambayo imeandikwa cloud download. Wewe kumbuka, kama wewe bado haujaunganisha kwenye internet basi tumia loko, ila kama umeunganisha kwenye internet tumia hii cloud download. Okay, mimi nitakachokifanya hapa, nitaenda katika cloud hapa nita click hii sehemu kwa sababu mi PC yangu ipo kwenye internet, nimeunganisha na wifi. Okay, baada ya hapo nita click nita install hapo. Okay, nikisha install utakuja hapa sehemu imeandika next, ita click pia. Baada ya hapo nitaisubiria kidogo, italeta haya maelezo kama hapa una, unavyoona. baada ya hapo utaenda utainda tu sehemu imeandika restart, uta restart baada ya hapo itahesabu mpaka kuanzia asilimia moja mpaka asilimia mia. Ikishafikisha asilimia mia, basi unakuwa tayari umemaliza kufanya reset kwenye PC yako. Baibai, tukutane katika video zingine, hakikisha umesubscribe.